Mungu ametuhudumia, lakini ninakushauri na ninakupa neno ambalo utaanza nalo mwaka huu wa 2026 Bwana aende pamoja na wewe, kwa sababu Mungu asipoenda pamoja na wewe, huu mwaka hauwezi kuumaliza. Hata kama umeuanza, hauwezi kuumaliza. Vile ndivyo Musa alisema na, na Mungu, wakati Mungu anamwambia wa bebe Israeli katika nchi ya Kanaani, Mungu alisema nitakwenda pamoja na ninyi taifa la Israeli unaweza kuisoma katika Kutoka sura makumi tatu na tatu vesi ile ya kumi na tano na ya kumi na saba Musa alisema sitaenda mwenyewe kama Mungu hautaenda nasisi, na sisi na yeye akasema nitakwenda pamoja na ninyi. Kienda na Mungu kwa mwaka huu, atapata amani, atapata mafanikio na baraka zitamfuata zaidi. Ambia Mungu mwaka huu wa 2026, uende na mimi kila kwenye nitapita na wewe, Mungu uwe pamoja na mimi. Usipoenda na Mungu utashindwa, utachoka njiani. Katika mwaka huu kutakuwa vikwazo na njia zingine zitaweza kufungwa, lakini ukienda na Mungu zitafunguliwa. Bwana akubariki, usiende mwenyewe mwaka huu. Sema e Bwana, uende nami mwaka huu, tangu le premier mpaka mwezi unapoisha, na na mwaka unapoisha. Bwana akupe amani, uende na Mungu. Amina.